Kwa kujitokeza, ninafahamu kuna hali ya hewa ya baridi saa hizi, lakini mna majukumu katika familia zenu na mmeacha yote ili kuja kuweza kushuhudia tukio hili ambalo leo tunalitekeleza. Kwa hiyo niwashukuru sana ndugu zangu. Lakini tatu, niwashukuru pia tatu, lakini sio kwa umuhimu, niwashukuru sana wahifadhi chini ya uongozi wa Profesa Silayo kwa ni Commissioner General wa uhifadhi Tanzania kwa jinsi ambavyo wamekuwa wakihifadhi eh, mazingira yetu yakiwemo haya hapa Lushoto. Ndugu zangu, mabibi na mabwana, sote sisi tuna dini zetu na sote tunafahamu wale wazazi wetu wawili wanaitwa Adam na nani? Adam na Hawa. Mwenyezi Mungu alipomaliza kuwaumba kazi ya kwanza aliyowapa ni ya kutunza nini? Kama hamsomi basi mwanze kusoma vitabu vitakatifu ili muweze kujua tumetoka wapi. Kazi ya kwanza aliyopewa mwanadamu baada ya Mwenyezi Mungu kumuumba ni kutunza bustani, kutunza miti, kutunza mazingira. Kutokana na utunzaji wa mazingira ndo hapo hapa atapata matunda, atakula, atapata majani, mboga mboga, mizizi, dawa na kila kitu, maisha yetu sisi, dawa tunazokunywa, hata hizi mnaziona za kisasa, zote zinatoka kwenye miti, zinatolewa kwenye miti. Kwa hiyo cha kwanza ambacho mwanadamu Mwenyezi Mungu alimwekea sio kutengeneza teknolojia au ndege au kitu kingine, ni kutunza miti. Na sisi watu wa Lushoto kwa Tanzania tunapaswa kuigwa kwa jinsi ambavyo tumeweza kutunza miti hata makofi ya mjipigi. <coughs> ina mnukuu mheshimiwa rais alipokuja Lushoto, kama mlikuwepo, alisema watu wa Lushoto na wapa maua yenu kwa utunzaji wa mazingira. <coughs> na wengine watoke maeneo mengine waje watuige, si tu katika hifadhi hizi ambazo hawa mabwana wanazisimamia lakini hata manyumbani kwetu hata katika taasisi hata barabarani Lushoto tuko vizuri kwenye kutunza mazingira. Kwa hiyo mimi leo si wafundishi umuhimu wa kutunza mazingira, kwa sababu mnaofahamu na mliufahamu miaka mingi, ndio maana hali iko hivi, lakini tunazidi kutiana moyo na kukumbushana kwamba kazi hii njema ambayo tumeifanya tusiiachie njiani isiondoke na sisi, kizazi hiki tuwarithishe na wale watoto. Ndio maana nilianza kuwasalimia wao kwanza, ili tuwarithishe watoto wetu utunzaji weu wa mazingira. Miaka mia ijayo Lushoto iwe ni ya kijani zaidi badala ya kuwa jangwa kwao, tukawafundishe na watoto watunza, wa, wa hifadhi, amba, wenyewe, hawa mabwana wahifadhi wanafahamu kwamba wao wenyewe hawawezi kutunza mazingira, watajitahidi lakini wako wangapi? Hapa, si mnaona, wako wanne nyinyi mko karibu mia. Eh, hey, ndivyo ilivyo, hata katika ofisi wako wachache, sisi tuko wengi. Kwa hiyo sisi tukiamua, kwa waharibifu hawa watapata kazi sana, hawataweza kuzuia. Kwanza, kutunza mazingira, hawa mabwana wanafurahi tu, ni kutafuta simenti, kama leo nakuleta, wananchi chukueni. Kwa hiyo tuzidi kufundisha kukumbushana, lakini turithishe watoto wetu utunzaji wa mazingira, tuendelee kuweka Lushoto wetu kuwa ya kijani tupunguze tabia za ukataji miti. Unajua, vizazi vinavyoongezeka, kuna watu wenye tabia tofauti nao wanaingia. Kuna mtu akiangalia mti hivi anatetemeka, anaona mbao tu yeye, haoni jani wala mzizi wala dawa, anaona mbao. Kwa hiyo anataka ukate. Na sisi katika wilaya yetu tumeweka sheria ngumu kidogo <laughs> ukitaka kukata mti hata kama umeupanda mwenyewe uko pale nyumbani kwako, ni mpaka DC nijue hii ni tunasaidia kupunguza, na naona hata lile wimbi la kuomba kukata miti sasa hivi limepungua. Kuna mtu alinifuata kiongozi kabisa, akaniambia naomba akate miti kumi ile ya barabarani, ile ambayo ilipandwa si na Mjerumani, kwa sababu ile miti naona inapasua lami, kiongozi. Nikamuuliza, hii lami wewe ndo mtunza lami ya Lushoto au ni ya Tandrod? akasema hapana, lakini ni katika eneo langu. Nikamuuliza, wewe ndio unayetunza barabara au TANROADS? akasema ni TANROADS. Nikamwambia nasubiri waje waniambie kwamba inapasua barabara, lakini ile miti haipasui barabara. Ile miti inafyonza maji ambayo yangekaa pale barabarani ndio yangeharibu barabara, na ndio maana ile miti sasa. Mtu mmoja anaomba akate kumi. Unafikiri ukiwaruhusu watu kwa namna hiyo tutakuwa na mti? hatuwezi kuwa na miti Kwahiyo niwapongeze na nizidi kuwaomba tuendelee kutunza mazingira yetu ili na yenyewe yaendelee kututunza. Mnaona hali ya hewa tunayevuta hii ni hali ya hewa safi sana, inatuondolea hata magonjwa mengine mengine, kwa sababu kila mahali oksijeni inatoka vizuri kwenye miti. Kwa hiyo tuendelee kutunza yale mazao mengine ya, ya, ya mazingira mnayafahamu, lakini nitumie fursa hii pia kuwashukuru wa hifadhi kwa kukumbuka kwamba hawa ndio watunza miti na wamefanya kazi kubwa ya kutunza mazingira, ndio maana leo sisi tunafurahia hali ya hewa. Lakini na nyinyi mkaona kupitia kamishina general, sio vibaya tukija kwa wananchi tukawaambia, jamani, tunawapongeza tuna kwa kutunza miti hapa. Tukakuta wanajenga darasa wananchi, wamechanga na wametoa fedha zao wenyewe, msaragambo imewasumbua wengi sana, basi uhifadhi ukasema no, ngoja sisi tuweke mkono, mkono. Wametoa mifuko sitini ya simenti hapa lakini leo tutagawa mifuko zaidi ya mia mbili hamsini katika maeneo tofauti, na hii yote ni ili kumpunguzia mwananchi shida au adha ya kuchanga kuchangia maendeleo. Tunapopata nafasi ya kusaidia wananchi ili kupunguza mzigo kwao, tunaopunguza kwa hali kwa, kwa namna hiyo. Serikali imefanya kazi kubwa, imetoa fedha nyingi za kujenga majengo ya shule, madarasa, hospitali, barabara na kila kitu. Mnafahamu serikali ya Masamia ilichofanya kwenye nchi yetu, lakini maendeleo bado yanatuhusu. Haimaanishi kwamba na sisi sasa tukae hivi, serikali imeshafanya. Hapana, kuna mahali tunaona tunaweza tukafanya jambo kwa ajili ya watoto wetu, basi tunajitoa, tunafanya. Furahi kwamba e, wahifadhi, e, mamlaka ya wahifadhi wa wakala wa misitu Tanzania imepunguza ile michango ile ambayo tunatakiwa kutoa, na tunataka sasa uongozi wa hapa, mwenyekiti wa kitongoji ile nguvu ya wananchi iliyokuwa inatolewa ionekane jinsi gani imepunguzwa kutokana na msaada uliotolewa na wahifadhi. Kwa hiyo niwaombe sana mpokee msaada huu na mimi niko tayari kuukabidhi, tuendelee kuwashukuru hawa wahifadhi na sisi tuendelee kuwatunza tuwahifadhi, na wenyewe watuhifadhie mazingira yetu ili mazingira yaweze. Nawashukuru sana kwa kunisikiliza na sasa niko tayari kugawa simenti hizo. Ninataka sasa viongozi mlioko hapa mtunze la upandaji wa miti. Tunajua serikali inakuwa kila wilaya au halmashauri inapewa lengo la kupanda miti kwa kila mwaka takribani milioni moja na laki tano, si ndio hivyo? Na mtendaji hapa amezungumza, kuna idadi ya miti ambayo ameitaja mlipanda kipindi hiki cha mvua ambacho kinaelekea kineleke kuisha lakini ofisi yangu mimi kwa kushirikiana pia na wenzangu hapa pia tuna kitalu cha miti. Ile miti lengo lake kuu ni kugawa kwa jamii ambayo inatuzunguka sawa, eh? Inawezekana ikawa ni mpya kwenu, lakini ni fursa ambayo kama alivyosema kiongozi kwamba kuna fursa nyingine ipo hapo sasa kwa msimu huu naona utakuwa tayari umeisha, tujipange msimu ujao wa mvua, tuje pale. Mtendaji na serikali ya kijiji utaniandikia barua, kijiji chako kinahitaji miche mingapi. Halafu tukishapata ile idadi ya miche ambayo mnahitaji, iwe mmoja mmoja, iwe katika shule au taasisi nyingine yoyote ambayo ipo Hemboe. Utaweza kuleta ile michi mpaka hapa na kugawia wananchi au kwenye maeneo ya serikali kama shule, zahanati na maeneo mengine. Kwa hiyo miche ya kupanda ipo, na sisi tunahamasisha watu waendelee kupanda miche e, miti, kwa sababu tukiachana na faida za mazingira hiyo miti pia ni chanzo cha kipato. Kwa jamii zetu, si ndio? Hivyo jamani, ndio maana tukiangalia kila, kila sehemu hapo kuna mti mmoja, miwili, mitatu, mingapi. Kwa hiyo tunahamasisha, hata kama mtendaji atachelewa kuja, njoo moja kwa moja pale ofisi zetu. Tuna share ofisi, jengo letu ni moja, ila ukija utaenda kwa ofisi wa muhifadhi wa Magamba, utakuja na ofisi yangu mimi. Sawa, njoo pale, sema nataka miche kiasi fulani. Sio kasema yote sasa, angalau wewe sema nahitaji miche mia hamsini hamsini, sawa eh? kwa sababu ikitokea mtu anachukua yote elfu kumi au elfu ishirini ambayo tumezalisha, wengine watakosa, tumeelewana. Kwa hiyo tupande kidogo kidogo, leo kama utapata mia mwingine anapata hamsini mwingine mingapi, mwaka ujao pia tunaendelea kupanda. Kwenye baada ya kupanda ile miti tunataka kuivuna, tunataka kuitumia biashara au kwa matumizi ya nyumbani, tunatakiwa tufuate taratibu za uvunaji wa ile miti. Umeelewana na sisi, ofisi zetu ziko wakati wote kwa ajili ya ushauri. Hatushauri sana mtu akaenda akakata mti ambao bado ni mdogo, yani labda una miaka mitano sita. Sawa, kila mtu ana mahitaji yake na uwezo wake wa kupata kipato, lakini tungeshauri tuangalie ile miti, je, imefika umri ambao mtu kweli anaweza akaukata na akapata chochote kwa thamani kubwa zaidi. Kwa hiyo tu, tu, tupande, lakini tusikate kiholela, tupeane ushauri ili kila mtu akivuna mti wake apate faida, aone kwamba nilivuna, nilipanda mti nimepata faida fulani kidogo, badala ya kukata tu kiholela. Tumeelewana, eh? Kwa hiyo ili kuendana na hilo baada ya kupanda mti wako na umefikia enda kwa mtendaji, mwambia mtendaji, ule mti wangu nilopanda tayari umefikia, au nahisi naweza nikauvuna. Au utamwandikia pale mtendaji, atakuandikia kukutambulisha kwamba wewe ulipanda mti wako au una miti kwenye shamba lako, sasa unataka kuivuna. Baada ya pale, mtendaji anaweza akatumia wataalamu wake wa hapa, lakini pia anaweza kaja ofisini kwetu kutu, kutuomba ushauri Bwana, kuna mwananchi wangu moja mbili tatu anataka kukata mti wake. Sisi tunaweza tukaja kwa ajili ya kukushauri kwamba huo mti kwa sasa unapaswa kuvuna au bado. Sawa, so, lengo sio kumkwamisha mtu, lengo ni kutengeneza ule mti uwe na thamani zaidi, kwamba kama utauvuna ukiwa mdogo, maana yake thamani yake itakuwa ndogo. Kama utauvuna ukiwa mkubwa, umekomaa vizuri, maana yake thamani yake itakuwa kubwa. Tumeelewana eh? kwa hiyo mtendaji, <coughs> akishawasiliana na sisi au akitumia wataalamu wake wa hapa, akiona unafaa atakuruhusu uvune ule mti, utauvuna sangu. Naitwa Barnabas Jacobo ya Mseo, ni mtendaji wa kata ya Manoro. Kata yangu hapa mimi ina vijiji 6 na vitongoji 39 lakini na wakazi 25519 sisi kwa upande wa kata yetu ni wadau wazuri wa mazingira kwa sababu kwanza, kata yetu sisi imezungukwa na misitu ya aina tatu. Tuna msitu wa TFS ambao ni msitu wa kupanda ambao uko chini ya meneja madata ambao uko upande wa vijiji cha Nywero na Mkunki, lakini pia tuna upande wa msitu wa hifadhi ya mazingira Magamba ambao upo katika kijiji cha Mboyo na Manoro, lakini tuna msitu ambao upo chini ya ofisi ya mkurugenzi, au kwa maana nyingine tunaita halmashauri, ambao ni msitu wa sekapu ulipandwa kwa sida, upo upande huu wa juu. Msitu huu pia unatunufaisha wananchi wa kijiji cha kijiji cha Manoro na wanakata kwa ujumla ya Manoro. Faida tulizozipata kwenye msitu huu, cha kwanza sisi unatunufaisha maji yetu tunayokunywa kwenye hii kata, na inatoka kwenye huo msitu. Kwa hiyo wananchi hawa wanaona faida ya kutunza mazingira yao, kwa sababu tumekuwa tukinufaika kwa kupata maji kutoka kwenye msitu wa hifadhi ya asilia ma magamba lakini pia wamekuwa pia wakitulinda baada ya kwamba sisi tunalinda msitu, lakini wao pia wamekuwa wakitoa gawio kwenye vijiji vyetu. Kwa mara ya kwanza walisaidia kutupa mifuko mia moja mifuko hii ambayo ilitusaidia kujenga zahanati pale kwenye zahanati yetu tuna, tunajaribu kupaendeleza ili tuweze kupata kituo cha afya, yani tunaita jengo la upasiaji sieta walitupatia mifuko mia moja ambayo imetusaidia kujenga na ile ilipelekea wananchi kupunguza michango, kwa sababu tulikuwa tunachanga wananchi kila mmoja shilingi elfu kumi na tano, lakini baada ya kutoka ile mifuko tuliweza kuchanga wananchi elfu kumi. Wananchi hao walifurahi kiasi kilichopelekea wakaenda kujitoa tena kwenda kupanda miti kwa wingi katika msitu wetu wa juu, lakini juzi tena tulipata miti mingine mia mbili. Kutoka kwa meneja madata, pia tukaenda kupanda chini. Mwisho zaidi, tunasema tunawashukuru kwa sababu hii mifuko aliyotupatia sasa hivi tena itaenda kutusaidia kujenga shule yetu shikizi. Shule yetu shikizi na umuhimu mkubwa, kwani tulikuwa tuna wimbi kubwa la wanafunzi, mbali ya kwamba serikali ya mama Rais Samia ametupatia madarasa sita ikatupatia tena madarasa mawili ikatupatia tena vyo Miti ya matunda miti ya vimvuri miti ya mbao. Hii ni faida kwa kizazi hiki na kizazi kijacho. Kama sisi leo tunanufaika na miti ya kizazi kilichopita. Hii miti tunaoivuna leo, tunatengeneza madawati, tunatengeneza meza, tunatengeneza milango, ni miti ambayo ilipandwa kwa niaba ya kamishna wa hifadhi wa kaudu Mazamisi, Tanzania Profesa Silayo tunatoa uh, shukrani za dhati kabisa kwa uongozi wa wilaya ya Lushoto, tukianza na mkuu wa wilaya na taasisi zake ambazo ziko hapa, kwa jinsi ambavyo tunashirikiana kwa, kwa shughuli mbali mbalimbali za kuisha kwamba uhifadhi utalii kujia unaimarika katika maeneo mbalimbali. Leo hii pia tunapenda kutoa shukrani za dhati kabisa kupitia TFS kanda ya kaskazini uh, kwa kuweza kufanikisha kutoa mifuko uh, ya simenti ya zaidi ya 250 yene takriban ya tani 12.5 kwa ajili ya vijiji mbalimbali vinavyozunguka hifadhi ya mazingira asilia mazingira hifadhi ya magamba asilia, kwa jumla uh, imezungukwa na safu nne na kila safu imegawanywa na imepewa mifuko isiyopungua 60 kila eneo tumekaa pia tumepata fursa kuongea na wananchi kuwakumbusha umuhimu wa uhifadhi na kuona namna gani wanaweza tunaweza kushirikiana nao na, na pamoja nao. Pia vigezo mbalimbali tumetumia mba, tumeona kwamba uh, pamoja na serikali kuwekeza fedha mbalimbali kwenye uh, mambo ya dispensary, mambo ya mashule, lakini pia wananchi wamekuwa kifungua fursa zao binafsi na kuchangisha mambo mbalimbali, tumia gap hiyo tumeona ni kuongezea kuku, kitu anzisha kwenye, kwenye ili kupunguza mchango mbalimbali wa wananchi katika maeneo haya, ukiamini kwamba kwa kufanya hivyo wananchi mbalimbali watatambua famu, misitu, na namna gani tunashirikiana nao. Tunashukuru sana kwa hilo, tunakaribisha sana mazingira asili ya Magamba. Tunaendelea kushirikiana na jamii kuhakikisha kwamba uhifadhi unaimarika na, na malengo ya serikali yanaimarika. Tumerithishwa tuaish Karibuni sana Kushoto pamoja kwa majina, naitwa mwalimu Kristina Maganga Malongo, ni mwalimu mkuu wa shule ya msingi Mkuzi iliyopo katika kata ya Migambo. Tuko mbele yenu hapa kwa ajili ya kuwashukuru TFS kwa ajili ya kutuwezesha mifuko thelathini ambayo itaenda kukarabati vyumba vya madarasa ambavyo vimechakaa vilivyojengwa na wananchi. Hatuna neno kubwa la kuambia zaidi. Tunasema tu asante, na tunahakikishia kwamba mifuko hiyo ya 30 ya simenti itaenda kutumika kwa kile kilicholengwa. Asanteni sana.